Bunge la Iran limeshambuliwa mjini Tehran, watu 12 wameuawa wa na wengine 44 kujeruhiwa. Watu wanne waliokuwa na bunduki walifyatulia watu risasi bungeni. Makavazi ya mapinduzi ya Ayatollah Khomeini pia yameshambuliwa. Kundi linalojiita dola la Kiislamu IS limedai kuhusika na mashambulizi hayo. Wagombea wa waziri mkuu nchini Uingereza Jeremy Corbyn na waziri mkuu Theresa May wanakamilisha kampeni zao leo kabla ya uchaguzi mkuu kesho Alhamisi. Ushindani ni mkali kati ya viongozi hao wawili, huku Theresa May akikosolewa kuhusu kupunguza idadi ya polisi na sera yake ya usalama. May aliitisha uchaguzi wa mapema ili kufanikisha mchakato wa Brexit. Rais Donald Trump amejiingiza katika mgogoro wa kidiplomasia unaoikumba Qatar kwa kudai kuwa imekuwa ikifadhili makundi yanayofuata itikadi kali. Asema aliwaambia wakuu wa nchi za Kiarabu kuwa ufadhili kama huo sharti ukome. Baadhi ya nchi za Kiarabu zimeshakata mahusiano na Qatar. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekubali kuwe na tume ya pamoja ya kuchunguza mauaji ya wataalamu wawili wa Umoja wa Mataifa na raia katika jimbo la Kasai. Ni baada ya Umoja wa Mataifa kuiwekea ilani ya saa 48 la sivyo ifanye uchunguzi wake wa kimataifa. Hata hivyo, DRC imekubali kimasharti kuwa majaji wake ndio wataongoza tume hiyo. <imitation> Majaji wa mahakama ya uchaguzi nchini Brazil watarajiwa kuamua kuhusu hatima ya Rais Michel Temer kwenye kesi ya ikiwa ushindi aliyopata pamoja na Dilma Rousseff wakati wa uchaguzi wa mwaka 2014 ufutwe au la. Ni kufuatia madai kuwa kampeni zao zilifadhiliwa kwa njia ya ufisadi. Temer alichukua urais mwaka uliopita baada ya Rais Rousseff kutimuliwa.